Nachosema ni kwamba tubadilishe mtizamo, kuwekeza sio lazima uwe na mamilioni 10, 20, 100, 200 hapana. Unaweza kuanza na shilingi elfu moja na kuna mfumo wa, wa, wa fedha uliopo sasa hivi unakuwezesha. Nimeombwa nizungumze na nyie kuhusu kutengeneza kitu kinachoitwa muhimili wa kifedha wa kampuni yako au biashara yako, lakini pia wewe binafsi. Kama, kama mtu ambaye unafanya shughuli zako, kwa sababu biashara zote tunazozifanya mwisho wa siku ni ili tupate cha kuweka tumboni kweli, si kweli? Sawa. Kwa hiyo tutazungumzia e, maeneo ambayo tutajipanga ili hata kama haupo biashara yako endelee kuwepo, lakini ikitokea janga kama lilivyotokea kwa tulio COVID, Mungu apitishe mbali tuendelee kuishi na uendelee ku, ku, ku, ku, ku, kufanya shughuli zako kama kawaida. Kwa hiyo nimeita financial sustainability, sustainability au uimilivu wa kifedha mtanisamee, Kiswahili sio mzuri sana lakini, ni kitu gani ambacho tunatakiwa tufanye ili biashara zetu ziendelee kusimama kifedha. Utafika mahali nguvu zitapungua, inabidi sasa utengeneze e, vyanzo vya mapato vitakavyokusaidia ku, kupata mapato hata kama uende kazini hata kama uende kwenye biashara yako e, sisi kama wafanyakazi, mimi mi nimestaafu mwaka jana e, mwezi wa saba. E, kuna mfumo ambao umetengenezwa kwa ajili ya kuweka pension, lakini pia ile pension siku zote haitoshi. Inabidi utengeneze uweke mikakati mingine ya kutengeneza a, kipato cha ziada. Kwa waajiriwa ambao tuko kwenye chumba hiki, mnafahamu kwa sheria za Tanzania ukistaafu, pension yako ni asilimia thelathini na tano ya kipato ulichokuwa unakipata. E, kwa hiyo kama ulikuwa unapokea shilingi mia moja ukistaafu unapokea shilingi thelathini na tano kama pension yako ya kila mwezi. Kwa hiyo kuna upungufu wa shilingi sitini na tano zinazopungua inabidi uweke mikakati, kwa wale ambao ni waajiriwa na hata sisi ambao tumejiajiri e, kama kwa upande sisi, sisi ambao tumejiajiri wenyewe maanake pension yako ni e, kipato chako kile shilingi mia moja. Kwa hiyo ukitoka kwenye kwenye kujiajiri maana yake upungufu ni asilimia mia moja. Inabidi utengeneze zile shilingi mia moja ukiwa na nguvu, ukiwa unafanya biashara, ili ukitoka kwenye ukiamua sasa nadhani pumzike, upate kipato ambacho kinakupa shilingi mia moja kwa ambao umeajiriwa. Lakini kwa wale ambao, ambao tumejiajiri kwa wale ambao tumeajiriwa uh, unatengeneza shilingi sitini na tano ili ukichukua pensheni yako pamoja na kipato chako ufikie angalau shilingi mia moja kikubwa ambacho nataka kuzungumzia na natakacho sisitiza sana uh, kuna hii statement inaitwa cash is king, pesa ndio mfalme. Kweli si kweli? Kama usingekuwa na pesa, tusingeweza kuja hapa, tusingeweza kuweza kula, uweze kupata msiba, uweze kusafiri, uweze kusomesha watoto, uweze kufanya chochote kama hauna pesa. Uh, kwa hiyo nitakachokuwa nakuzungumzia ni kuweka kute... mikakati ambayo tutasaidia kuweza kupata pesa ili tuweze kuendelea na shughuli zetu za kawaida kama ni biashara

UTT mifuko hiyo ya uwekezaji wa pamoja nitaonyesha pia shilingi elfu kumi, baadhi ya mifuko shilingi elfu kumi, ukiwekeza elfu kumi UTT unapata kwenye asilimia 11, 12 kwa mwaka, faida na kadhalika, na kadhalika. Kwa hiyo kikubwa ambacho nakizungumzia hapa tubadilishe mtizamo kwamba kuwekeza inawekeza kwa kuanzia shilingi elfu moja frumwekeza elfu kumi kupitia mifuko hiyo ya uwekezaji wa pamoja, lakini na kadhalika kwenye hisa kwenye, kwenye hati fungani. Eh, watu wengi wajashiriki sana kwa sababu mwanzoni wakuwa wanafikiri kwamba lazima lazima na milioni 10 milioni 20 milioni 100. Kiwango cha chini shilingi milioni 1 kununua hati fungani. Na leo kuna mnada wa miaka 25 ambao analipa riba 13.75, actually imeshuka kutoka 15.75, miaka mitatu iliyopita zimekuwa 13 sasa hivi. Kwa hiyo na milioni moja unaweza kununua hati fungani, bonds za serikali, na ukinunua bonds Januari mpaka Juni unatengeneza cash flow yako kuanzia Januari mpaka Disemba. Kwa sababu inalipa mara mbili. Ya kwanza ya Januari, ya pili yake Julai, ya Februari ya pili yake ni, ni, ni August, ya March ni September, ya April ni October, ya May ni November na June ni Disemba. Kwa hiyo unatengeneza cash flow mwaka mzima, Januari mpaka Disemba kama ukinunua hati fungani hizi za serikali, lakini pia kuna hizi za makampuni mtaziona in the next few minutes and so on so forth, unakuwa na uhakika unarudi pale ambapo tulisema pale awali kwamba Cash is king, una uhakika wa kupata cash flow kwenye pesa, kwenye mfukoni mwako Januari mpaka Disemba, kama umewekeza kwenye hati fungani e, ambazo zinalipa mara mbili e, e, kwa, kwa, kwa mwaka e, ili, ili riba na faida inayopatikana